Baada ya siku kumi za mgomo, wasafirishaji wa bidhaa wamerejelea kazi yao kufuatia kuondolewa kwa sheria ya uzito iliyopitishwa na Mahakama Kuu ya Kenya yapata mwezi mmoja uliopita. Wasafirishaji wakiungwa mkono na mawakala wa usafirishaji wa bidhaa walikuwa wamegoma na kutatiza shughuli katika bandari ya Mombasa, wakisema kwamba sheria hiyo ni sawa na ukoloni mamboleo. Sheria hiyo iliwahitaji madereva kuhakikisha kwamba mzigo waliobeba haupindi sehemu moja ya shehena wakati wa usafiri lengo kuu likiwa kupunguza uharibifu kwenye barabara japo uh, uh, uh, uh, mgomo huo umemalizika umeathiri pakubwa shughuli za biashara katika nchi za Uganda, Burundi, Rwanda, DRC, yani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini, huku mamlaka ya kukusanya ushuru ya Uganda ikiripoti upungufu katika ukusanyaji wake na wafanyabiashara wakiripoti hasara kutokana na faini wanazolipa kwa bidhaa zao kukaa kwenye bandari kwa muda an equal distribution and even distribution of the weight on the axle is what destroys the road and the number of days have already reduced we, which we are given before we clear our cargo in in Mombasa now as we talk uh, you can count one day $100 so if you count at least we lost about 10 days and that is $1,000 hata hivyo, kusitishwa kwa sheria hiyo ni kwa muda tu, hadi tarehe 15 Januari mwaka ujao, wakati serikali ya Kenya inatarajiwa kutoa habari kamili. Sheria hii ya kuwataka madereva kulainisha uzito wa mizigo waliobeba ipo katika nchi zote za Afrika Mashariki, lakini Kenya imekuwa mbioni kuitekeleza mbele ya nchi zingine wanachama. Kenneth Bwire.